Uh, jimbo la Uyole likiwa mikononi mwa Wireless Malongo Mwachiso litabadilika kwa kazi kubwa sana. Kwanza tunao mpango ya kwamba lazima tunapoomba jimbo mbele ya safari, tutakwenda kuomba halimashauri, tutashauriana na watu wa kilimo ya kwamba wakati sasa wa kulima pale mjini pameshaisha. Ni wakati ambao sasa tutashauriana nao kuomba ya kwamba wasogee pembezoni ya mji, lakini pale tujenge, tuweke uwekezaji wa kisasa, tutengeneze vitu vingi vya kisasa ambavyo vitahakikisha ya kwamba vinakuwa vina na manufaa kwa wananchi. Lakini jambo la pili, kuhakikisha vituo vya afya vinatengenezwa kwa kasi ndani ya jimbo jipya la Uyole tofauti na sasa, kuhakikisha ya kwamba wananchi wa Uyole wanapata maji salama na safi, lakini kushauriana na mimi nikiwa mbunge, ninaamini nitakwenda kupigania jambo ambalo watu wengi wengine kwenye fikira zao wamefikiri haliwezekani lakini ninaamini linaweza likawezekana, kwa sababu falsafa ya nchi hii ni kwamba maji ni uhai. Kama maji ni uhai, sasa leo tumeona serikali inamuuzia mwananchi maji. Kwa maana hiyo, serikali inauza uhai Unity, elfu moja na mia nne serikali inauza uhai kwa mwananchi wake ambaye anachangia kodi. Kama kulikuwa ni sehemu za muhimu ambazo mwananchi angepata bure, ilikuwa ni pamoja na maji, kwa sababu mwananchi akipata maji bure tayari ameshapata uhai, akipata uhai atapata nguvu, atakwenda, atatafuta hela za kutoa kodi na kulipa kodi kwenye serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Unamaanisha kwamba ACT Wazalendo ikitokea mkashika madaraka uh, kwa nchi ama vyoyote vile, kwa nafasi yote ile, mta, mtafanya huduma ya maji kuwa bure? Sana, pesa ipo sana Nchi hii ina fedha nyingi, na taifa hili ni taifa ambalo lina aseti na rasilimali kubwa. Mungu alishalijalia wa wakati mwingine, lina vitu vingi ambavyo, likipata watu wa adilifu wenye uwezo wa kufikiri na kuongoza, wataweza kufanya vizuri kuliko watu wengine ambao wa sawa. So, kwa kifupi mwenendo wa siasa za Tanzania mwenendo wa siasa za Tanzania, mwenendo wa taifa ukoje, hasa siasa za nchi yetu ya Tanzania kwa mtizamo wako? Hali ya siasa ya nchi yetu kwa sasa, hatuwezi kusema nzuri kwa sababu demokrasia imeonekana ikiwa kila siku inaminywa. Hakuna uhaki wa mwananchi leo, hakuna yani, yani hakuna haki, hakuna haki yani, kura ya mwananchi haina thamani. Mwananchi unaweza ukapiga kura leo ukampigia ACT Wazalendo lakini kuna mtu mmoja akaamua kumtangaza mtu ambaye sio ACT wa, Wazalendo ni kwa sababu ya manufaa yake na maslahi yake. Kwa hali ya kisiasa sio nzuri, lakini ACT Wazalendo tumesema tunaingia kwenye uchaguzi huu uchaguzi wa mwaka 2015. na ACT Wazalendo tulishiriki tunaamini ulikuwa ni uchaguzi wa kwenda uchaguzi wa ishirini ishirini ule uchaguzi tunaamini ya kwamba ulikuwa ni uchaguzi wa kwenda pia, kwa sababu tukawa tunajifunza mbinu mbalimbali. Tukaona wenzetu wameanza kuiba na kufanya vitu mbalimbali kula. Sisi walitukata bila kupingwa wakapita waka bila kupingwa asilimia kama kama wao ndo walipita bila kupingwa. Lakini pili, kwenye vituo ambavyo tuliweka mawakala wetu walifukuzwa nje. Kama kama mna uhakika na hayo unayosema mlichukua hatua gani? Tulienda mahakamani na mahakama zikapewa maelekezo ndo zilivyosema zikapewa maelekezo ndo zilivyosema, kwamba zilipewa maelekezo hazikutoa maamuzi yoyote. Okay, kesi zenu zilishawapi? Kesi zenu hmm? zilishawapi, kama mlipeleka hayo mahakamani? Ah, kesi, baada ya kupeleka mahakamani, tumepeleka mahakamani, tumewashtaki, tumefungua mashtaka. Baadaye yale mashtaka wakasema tunayatupilia mbali kwa sababu hayana msingi. Ah, kumbe kesi zilisikilizwa na mahakama ikatenda haki. Kutenda haki, ndio maana nimesema kuna wakati mtu anaweza akatengeneza sheria za kujilinda yee, yeah. Yaani, bunge likiwa ni bunge la chama kimoja linatengeneza sheria za kujilinda. Kwa hiyo walitumia sheria zile za kujilinda ambazo sio haki, ukweli wa mahakama sio mm. Nisaidie, ni, ni, ni mimi ndio mm. aliyetengeneza sheria za kujilinda nani? Sasa ni, ni, nisaidie, ni, ni, ni bunge tukere. la chama, Chama cha Mapinduzi kwa sababu asilimia tisini na tisa wabunge wote walikuwa ni wabunge wa Chama cha Mapinduzi, ndo wakatunga sheria hizo. Sasa hicho kimekupa mashaka uh, kiasi gani? Sasa kimenipa mashaka, na ndio maana nimesema uchaguzi wa mwaka elfu mbili ishirini ishirini ulikuwa ni wakati wa kweli. Saa hizi ACT Wazalendo tumejipanga ya kwamba ngoma itakavyopigwa ndivyo itakavyochezwa, na tunayo kauli mbiu ambayo inasema mwizi wa kula ni sawa na mwizi mwingine yoyote, ni sawa na mwizi wa kuku, ni sawa na mwizi wa ng'ombe. Kwa hiyo ashughulikiwe na jamii kama waizi wengine. Kwa hiyo tumetangaza ya kwamba wanavyoshughulikiwaga waizi wengine wanaoiba mtaani ndivyo watakavyoshughulikiwa waizi watakaokuwa wanaiba kula kwenye vituo hivyo. Hivyo sawa. Uh, nimemsikia kiongozi wako wa taifa ndio akisema kwa habari ya katibu mkuu kama sio kiongozi wa chama, katibu mkuu lakini kiongozi wa kitaifa akisema kwa habari ya tume huru ya uchaguzi kwamba sio tume huru. mm -hmm. okay. Anasema yani, tume huru lakini sio tume ambayo ina uhuru. Wewe mm -hmm. unatuambiaje? Una, una, una kwenye uhalisia wa hicho ambacho kimesema na kiongozi wako wa taifa, na maandalizi ya kwenda kwenye uchaguzi, kwa maana ushiriki wenyewe wa uchaguzi uchaguzi. Naomba niongezee hapo, ya ya kwa kwamba amesema tume huru ya uchaguzi ni kwa jina inaitwa tume huru ya uchaguzi lakini kiukweli haina uhuru. Kwa nini haina uhuru? Kwa sababu imepatikana mikononi mwa wanasiasa ambao hao wanasiasa ambao, ambao imepatikana tume mikononi mwao na hao ndio wagombea, kwa hiyo hawawezi kuacha. Kwa ina, inaweza ikazungumzwa kwamba ni huru lakini sio huru. Hii ni sawa na mfano huu, tunasema kwamba Tanzania hatukupata uhuru, Tanganyika ilipata uhuru. Kwa hiyo hapo uelewe Tanzania hatukupata huru, Tanzania tulifanya muungano. Tanzania hatukupata huru, tulifanya muungano, ila Tanganyika tulipata huru. Iko wapi Tanganyika iliyopata huru kwayo? Inaonekana haipo, kwa sababu kuna muunganiko. Kwa hiyo hii inawezekana, hii iliyoungana bado huru haupo, na ndio maana hata tume inaonekana ni huru kwa jina lakini kwenye action na vitendo na namna ambavyo imepatikana haionyeshi dalili za uhuru wowote, kwa sababu kuna, kuna, kuna, kuna, kuna, kuna kamishina mmoja wa tume anaitwa bwana Mapuri. Huyu bwana Mapuri yupo kwenye kwenye mfumo wa tume huyu, lakini huyu mtu aliwahi kuwa katibu mwenezi wa CCM taifa. Kuna shida? Je, alicho nacho makara ndicho alichokuwa nacho yeye? kuna shida gani sasa? Hapo inaonyesha zaidi ya kwamba lefari, ameshavaa jezi ya timu ya upande fulani, anaingia kuchezesha mpira. Je, kutakuwa na haki? Sasa tunasema hali ya demokrasia kwenye taifa la Tanzania bado sio nzuri. Sawa, kaswali kadogo hapo hapo, ndio kama, kama, kama unaeleza hayo, mnakwendaje kwenye uchaguzi? Tunakwenda mazingira hayo, tunakwenda kwenye uchaguzi. Hapo nyuma ninyi ndiyo mlikuwa mnasikika kwamba mnataka tume huru, mnataka katiba mpya, ni vitu gani kwa sababu mnasikika wenyewe, tunakwenda kwenye uchaguzi kwa sababu bado tunaamini, tunaendelea kufanya majadiliano sisi pamoja na watawala kuhakikisha hawa makamishina wanapatikana kwenye njia stahiki na zile ambazo zimeelezwa kwao, tumesha tulishapeleka malalamiko yetu na tuna hoja sita ambazo zinaitwa Operation linda Demokrasia. Hizo hoja sita zimeshapelekwa, ambazo kama zitakuwa zimetendewa kazi hizo hoja sita tunaamini uchaguzi uchaguzikwao tumeingia kwenye uchaguzi kwa sababu tunaamini bado tupo kwenye mazungumzo, bado tunaendelea kufanya mjadala wa nini wa kuhakikisha ya kwamba mabadiliko yanatokea, ingawaje wenzetu walikuwa wanalalamika wasema muda ni mfupi sana. Nilishangaa sana Katiba mwaka sabini na saba wakati nafanyiwa marekebisho, kuna muda ilifanyiwa marekebisho kama sio masaa sabini na nne basi ni kama sio masaa sabini na mbili basi ni masaa arobaini na nane ni, ni muda mfupi. hayo mazungumzo, mwenyekiti, mnafanya na nani? hayo mazungumzo ni kati ya watawala na vyama vya upinzani okay. Eh, kwamba tukae meza moja kwa ajili ya maslahi ya taifa letu okay. Tutengeneze sheria ambazo zitaipa samani kula ya Mtanzania yatamalizika lini hayo mazungumzo? Kwa maana ya kupata suluhu ya hicho ambacho mnakidai, sisi tunaendelea kuomba mazungumzo, kwa sababu mtawala anapokuwa mtawala anaweza akaamua kufanya chochote kutokana na utawala wake anaotaka kutawala. Sisi tumeomba mazungumzo, tunatarajia wao wakubali hayo mazungumzo. Tukisha kaa meza moja, hizi hoja sita wazitekeleze. Tumeshapeleka kwao, namna ya kuzitekeleza ni wao, ila sisi tunaingia kwenye uchaguzi kwa namna yoyote ile watakavyofanya tutahakikisha ya kwamba tunapigana nje ya uchaguzi na ndani ya uchaguzi. Ninyi ni wapinzani sana. ACT wa Zalendo ni chama cha siasa kilichosajiliwa kwa mujibu wa sheria na kanuni za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na ACT wa Zalendo ni chama cha upinzani kwa sababu sio chama dola. Sababu ukisema nyenye ni wapinzani lili, sisi sio dola, sisi sio dola, sisi ni wapinzani, ni watu ambao bado tunaendelea kupambana ili tuchukue serikali ya jamhuri ya wa Tanzania tuweze kuwaongoza wananchi kwa haki na usawa. Ndiyo nia yetu na shabaha yetu. Kwa sisi ni wapinzani ni chama cha upinzani kwa sababu bado hatujapata doa. Tumalizie mazungumzo yetu kwa kurejea nia yako ya kuwania ubunge, uh, kuomba kuwania ubunge. Ndiyo. Kwa sasa mko mko ngapi watia nia ndani ya chama? Kwa sasa ndani ya chama jimbo la Uyole kwa tetesi, tunafika watu sita tunaoomba ubunge ndani ya jimbo la Uyole. Ilikoje tetesi, mwenyekiti wa zaidi wewe pia ni mwenyekiti. Ah, sasa lazima una barua pale ofisini kwako. Kwa sasa, kwa sasa ni tetesi kwa sababu sio mmoja wapo watu watu watu wa takwimu watu, watu, watu, watu, watu. Okay. za wagombea ni kazi ya katibu. Tetesi ni eh, ni kama watu, eh, watu sita, okay. Eh, ila tunaweza tukawaelekea paka tukafika, eh, kwa, kwa wanachama jimbo la Uyole, Uyole, kwa maana au sema Mbea ha, mjini kwa sasa, kwa sababu bado naongoza. Kwa hiyo Mbea mjini mna wanachama wangapi? Mbea mjini, uh, Mbea mjini, tuna wanachama wanachama waliosajiliwa, tuna wanachama elfu arobaini na tisa hao ndio ambao tumewasajili kwenye mfumo wa ACT kiganjani Arobaini na tisa, mm, mm. Katika wananchi laki ngapi? Katika wananchi laki tatu na laki... kwenye jimbo la Uyole, ah, jimbo la Mbeya, jimbo la, jimbo la Mbeya mjini linakadiriwa kuwa na wananchi laki laki tano laki nne laki laki laki mm. Okay. na uui ambapo arobaini na tisa ni Uyole na Mbeya mjini, si ndiyo? Mbeya mjini nzima. Uyole na Mbeya mjini, Mbeya mjini pamoja na Uyole tuna wanachama elfu tisini na saba ambao na, saba. eh, e, eh, so, mm. na lakini unajua wanachama ukizungumza kwa idadi hiyo unakuta kuna wanachama wengine wamesajiliwa kwenye mfumo wa database wanasoma wako Mbeya mjini alishajisajili Mbeya mjini, lakini kwa sasa unashangaa yuko kikazi Dar es Salaam. mm. mwingine yuko kikazi huko mm. Kwao wanachama wapo, tuna wanachama wa kutosha. Uh, mimi kata, ni mkazi wa kata ya, ulikuwa unataka ujue kata ninayotokea ni, na, kata, kata yeah. Nafikiri kwa sasa sio vizuri sana, lakini mimi ni mkazi wa jimbo la Uyole. Kutaja kata sio si, nafikiri sio wakati wake sana, kwa sababu anayetakiwa kutaja kata ni yule anayeomba kata. Mimi ni mkazi wa jimbo la Uyole. Ha, moja ya sifa, mm, moja ya sifa mm. Mm, mtia nia, mgombea, mpiga kura lazima we mejiandikisha kwenye eneo husika. Ndio, ndio, nimejiandikisha ndani ya jimbo. <laughs> <Nimejiandikisha laughs> kushukuru sana ndani ya jimbo. ziada kuelekea ni, uh, uchaguzi mkuu wa 2025 asante, neno lako, asante, neno langu la kwanza ni kuhakikisha ya kwamba wananchi au Watanzania wote tusikate tamaa mapambano ya kuelekea kupata uhuru wa kweli ndani ya nchi yetu, kuwa na demokrasia na kura yetu kuheshimiwa. Ni lazima tuchukue hatua ya kupambana, kwa sababu sasa imeonekana ya kwamba kitu ambacho kinakuwa ni changamoto ni kutokana na wizi wa kura na kufanyiwa vitu na figisu mbalimbali. Sasa tukawashughulikia waizi wa kura, lakini pili tuhakikisha ya kwamba tunajitokeza kwa wingi kwenye shughuli hizi za uchaguzi kuhakikisha ya kwamba tunapata viongozi ambao wataheshimu kula zetu. Asanteni sana kwa kunisikiliza.